Nakuomba fumba macho, kama ichi inapaswa utegemee kwanzia sasa, kwa sababu surprise kwenye mapenzi ni muhimu, alafu ni surprise ndogo ndogo tu. Surprise kama hizi ni ndogo ndogo, na mpango wa kukupa kitu kikubwa siku moja utategemea atia Beb huyu okay, ni nani hivyo mwanamke? Nikuoneshe mapenzi gani mimi ili urizike, na kipi nikupe ili urizike? Eh, vitu vingapi mimi? Nakupa upendo wangu nakuonesha kwako, nashindwa kuonesha kwa watu wengine na kuonesha wewe, hauna hata sema ni upendo kwangu. Sikiliza Nilo, sikupendi. Huyu ndo mwana wa maisha yangu Nilo. Nadhani shamaliza kazi ulinituma jom. Asante sana kaka, kwa kunionyesha ni upi mwanamke sahihi kwangu. Sawa, hamna shida kaka, tupo pamoja hapo.